Nikarekodi wimbo mmoja wangu lakini bado nilikuwa na dance nyimbo za Rose. Naita naitwa mahali naenda kuimba, lakini naenda kuimba wimbo wa Rose lakini niko na wimbo wangu. miaka mingapi kwa muziki? Uh, kwa sasa hivi niko na miaka kumi na minne. Kwanza wakati, toka wakati wakati ni nimeanza kuimba tuseme ni miaka kumi na mitano lakini na hesabu kumi na minne Kenya ni Kenya na ni yetu na naipenda sana lakini Wakenya hawajui kusapotiana sana kama wa Tanzania. Ah, wakati siku ambayo ingia studio ilikuwa ni mwaka gani sana? ilikuwa ni ni kitambo ama ilikuwa mm, 20 2011 lakini eh, inapendi na vile moyo wa mtu huko, nikiangalia kwenye kolabu yangu nikifanya na Rose Muhando, ninampenda toka utotoni. Ha, majina yangu naitwa Felista Amani. Nimeokoka Yesu ni Bwana. Yeah. Felista Amani, mtu akisikia hiyo jina anataka kujua Felista Amani anafanya kazi gani? Felista Amani ana department gani ya, ya kikazi? Felista Amani ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. So, Mungu ni mwema na ni mwaminifu kwa wale wanamtafuta, yeah. Sasa tukianza uh, kuna maswali kadhaa nikonayo, ningependa kukuliza uh, maswali ambayo niko nayo kadhaa. Kuna kuwa, kuwa, kuna watu wanakuangalia hizi wakitaka kujuafelist Mani wanaweza mpata haja ama anaishi wapi? Uh, Felistmani unaweza mpata mahali popote kwenye mtandao uh, kama Felista Mani tu ukiandika mahali popote, ukinihitaji ni Felista Amani. YouTube, Felista Amani. Facebook, Felista Amani. Kwa hivyo kila sehemu nimeandika Felista Amani. TikTok ndo nimeandika Amani, nimeandika Amani Felista Minister. Na. Felista Amani saizi. nimejaribu uh, nime, kuangalia kwa YouTube yako, nikawa umekaa miezi kama nane hapo, kama hujatoa wimbo, shida ni gani? Amna shida yoyote, naendelea kutengeneza kazi vizuri, ndio kazi itoke ikiwa sawa. Sasa kwa hii watu watarajie nini? Watali, watarajie kazi nyingi na watarajie kazi mpya ambayo inaenda kuiachilia hivi karibuni tu. Sasa uh, kuna baadhi ya waimbaji wa gospel wa wanakwanga, wana na, na changamoto sana sana, ambao ambaye wana, wanaanza ku wanaanza muziki hawajafika mbali, so ningependa kujua kama kuna ile ushauri unaweza sema. Ama, kama wewe ulipitia changamoto ipi? Uh, changamoto ni nyingi kwenye huduma ya music, but ni kwa wale tu ambao wameitwa ndio wanaweza kustahimili. Kwa hivyo naamini Mungu anatutia nguvu na anatushika mkono wakati nafanya kazi ya Mungu. kwa sahii uko na miaka mingapi kwa muziki? Uh, kwa sasa hivi niko na miaka kumi na minne. Kwanza, wakati kutoka wakati nishwa, nishwa, ni wakati nimeanza kuimba tuseme ni miaka kumi na, mi, na mitano, lakini na hesabu kumi na minne. wakati siku ambayo niliingia studio ilikuwa ni mwaka gani sasa? Ilikuwa ni kitambo ana, ilikuwa mm, 20 2011, ya yeah. So tukihesabu sasa, hiyo ni miaka kama kumi na tano sasa kutoka hiyo siku ingia studio. Kuna changamoto umekutana nayo? ya Yeah, nyingi sana maana, unaingia kwa ministry, maana umesikia sauti ya Mungu, lakini kwa kweli hauna pesa, pesa. Kwa hivyo ukiwa hauna pesa kwa huduma, wakati ule inakuwa ni kazi maana lazima ufanye kazi ya Mungu ndio ifikie watu wengi, lakini nayo huduma bila pesa haiwezi enda mbali, so inakuwa ni challenge. So hiyo ndio ilikuwa challenge tu, yeah. So ushawahi vunjwa moyo ama uvunjike moyo na kazi unafanya? Mimi sijawahi kufunjika moyo kwa kazi ile nafanyia Mungu, lakini kile niliyoifanya, niliwefunjwa funjwa moyo ya unapata mtu tu anakufunja moyo, anakwambia ni kama ujui kuimba vitu kama hizo, ama unafanya kazi ya Mungu ya nini kama ipupei chochote? So unapata kuna mtu anakufunja moyo, anakwambia achana na hii kazi ya Mungu, maana haiwezi kukulisha. Sasa unapata unafunjwa moyo na watu wengi sana, but Mungu ni mwema. Ukivunjwa uh moyo, sasa uangalie watu eti wanakwambia nini. Mimi siangalii watu vikile wanasema. mara nyingi mimi usikiliza sauti ya Mungu, siwezi sikiliza sauti ya mwanadamu, maana mwanadamu atanifunja moyo. Kwa hivyo kazi ya Mungu ukitaka kuifanya vizuri, usisikilize sauti ya watu, sikiliza sauti ya Mungu peke yake na ufanye kazi. Sasa kwa saa hii, kwa miaka umesema kumi na tano, umewahi fanya korabo na msanii, mwa, mwimbaji yoyote wa gospel? No, hapana, sijafanya collab na mwimbaji yeyote wa gospel, ila nina matarajio tu makubwa kufanya collab. Kwa hivyo natarajia mungu tu atende, akishatenda tu utaona kazi yangu na mwimbaji mahali. Sasa we kwa saa hii ule mwimbaji ambayo unataka wa kwanza kwe kwa, kwa wimbo wako unatarajia, kama kweni, kama na mwimbaji ambayo naweza tamani sana kufanya naye ni Rose Muhando, mwimbaji wa kwanza kwenye huduma. Wa pili ni Feni Kerubo, hapa Kenya. Sasa ni Feni Kerubo, Tanzania ni Rose Muhando. Okay, sasa hao ndio umeona, unaweza fanya collab na wao, so ningependa kujua kwa nini umechagua wao? Ya, nimewachagua sababu ninawapenda tu, na si kwamba hata wale wengine ambayo sijasema siwapendi, lakini eh, inadependi na vile moyo wa mtu huko. Nikiangalia kwenye kolabo yangu nikifanya na Rose Muhando, ninampenda toka utotoni. Kwa hivyo tuseme, hata kuimba kwangu nilipokuwa nilipo na, nikaokoka na kapa, nikaanza kupata kupatana nyimbo za Rose Muhando, zilinibariki zaidi. Na ndo nakumbuka kuna wakati mpaka nilikuwa na dance nyimbo za Rose Muhando. Kabla sijaanza kuimba, naenda kwa kanisa, naweka wimbo wa Rose Muhando na dance nikarekodi wimbo mmoja wangu lakini bado nilikuwa na dansi nyimbo za Rose. Naitwa naitwa mahali naenda kuimba lakini naenda kuimba wimbo wa Rose. Lakini niko na wimbo wangu. Lakini sababu gani? Nilikuwa nahisi nikihudumu na wimbo wa Rose na hudumia bado watu. Maana nilipenda huduma yake na bado napenda huduma yake. Ndio maana napenda kufanya kazi na Rose Muhando. Na hapa Kenya napenda feni pia. Maana mimi ukiniangalia ni mtu wa nyimbo za mbio sana na huwa napenda sana, ndio maana napenda kuimba na watu wakona msisimko. Sijakuwa kwa worship sana, sipokuwa nitaimba worship, na napenda worship na tutaendelea kufanya kazi tu. So tukiangalia saa hizi zile ana, uh, analytics za YouTube tuna, tukiangalia hapa Kenya huwa mimi naangalianga analytics huwa naangalianga huo feni na uh, najaribu kumlinganisha na waimbaji wengine so sahi, ni kama kiwango chake cha muziki kimeshuka. So tuseme kwa mfano sahii, uki uh, Evelyn Wanjiru akiona wimbo zako alafu aseme yeah, nimependezwa na kuimba kwako alafu akuitishe kama mnaweza kufanya kazi pamoja, unaweza kubali? Evelyn Wanjiru siwezi kataa, naweza kufanya naye. Yani mimi sijakataa mtu yeyote kufanya kazi na yeye kama Mungu ameongea siwezi pinga. So, uh, unataka kumaanisha hao uh, ndo wenye wanakupendeza sana muziki wa gospel okay? Uh, wenye mziki wenye mechagua. Yani tu, nimefanya tu kufanya uamuzi, maana uwezi sema wote, lakini mwimbaji yote anaye hudumu kupitia tu anao hudumu kutumika kwa kazi ya Mungu, kama Mungu atanena naweza fanya naye kazi si kwamba pia hawa nimechagua ni wazuri, maana ukienda Tanzania unapata, kuna waimbaji wazuri, kuna, eh, kuna, kuna anasta, uh, not Anastasia, kuna anaitwa nani huyu Madha Mwaipaja, kuna Madha Baraka, na kuna waimbaji wengi Tanzania, na Bella Kombo ya yeah. So kuna watu wengi hapa Kenya, kuna waimbaji wengi. Ukiingia Ukambani, kuna Kasolo, kuna Spora Helic na bado mimi pia napenda Zipora lakini sijasema nitaimba ni na ye kolabo, ni vile tu, ni mtazamo wangu kwa mwanzo wa saa hizi, wale naweza kuanzia na wao collab, tukiendelea Mungu watu akisema tu. So na nadhani uh, hii video ikifika tu mbali watu wakishare au uh, wakiona YouTube na niko na imani watakuja, utakuja kupata, watakuja kupata message. Asante na naamini Mungu ifikie watu wengi. Sawa. so, so, uh, nimejaribu kuangalia YouTube yako na bado niko kwa YouTube yako so nimeona muziki umefanya, si muziki mbaya, ni wimbo nzuri sana. Kama vile umesema, unapatikana kama Felista Amani uh, kwa YouTube. Uh, na nikijaribu tu, naona style umeimba ni style kaya ya Rose Muhando, like vile una dance ni Karo za Muhando. So nilikuwa nataka kukuuliza swali tu moja hivi muziki wa, wa Kenya, kwa nini hujawahi hujawahi fika mbali sana kama muziki wa Tanzania uh, ama muziki wa Nigeria, waimbaji wa gospel? Sijawahi huona vile hiti za Tanzania waimbaji wa gospel wakipiga wimbo zinaenda, yaani watu wanazifanyia, wanazicheza sana kwa kanisa, kila mahali. So kwa nini Kenya, sijawahi? Acha nikuambie kitu Kenya ni Kenya na ni yetu na naipenda sana. Lakini Wakenya hawajui kusapotiana sana kama Watanzania. Maana utapata Tanzania mwimbaji hata kama ndo anachipuka, anashikwa mkono kama ni studio hata anakosa kulipishwa kuenda kufanywa interview, kuenda kuchezewa nyimbo zake alipishwi. Lakini unapata hapa Kenya ndio mziki wako uonekane Citizen lazima ulipie. Kwa hivyo unapata sisi wa Kenya atusapoti vitu vyetu. Unapata hapa Kenya, ngoma yangu ikiwekwa pale Citizen ama kwenye e, TV nyingine tu lazima nilipie. Lakini wataweka wimbo hata Warozi Mwando, wataweka wimbo wa Madha Mbaraka, Madha Moipaja pale na watawaitisha pesa sasa, unapata wanasapoti watu wa nchi sana kuliko wa watu wa Kenya. Ya waimbaji wa Kenya si wabaya, lakini mara nyingi tunatumika vibaya na hata watumishi wa huku kwetu Kenya. Maana tunapaswa kwenda kuhudumu tukarudi tukifurahia, unapata tunarudi tukilia kwa nyumba sasa we kwa umesema kwamba ulienda Tanzania ukaona muziki wa Tanzania na vile wanaishi, ukasema wao wanasapotiana sana kuliko watu kuliko wa nje kukuja kwao kufanya kazi. Sasa wewe mwenyewe hiyo experience uko nayo una, unaweza toa wazo gani kwa hiyo kwa shida ambayo okay, iko Kenya? Mimi ninachoweza kusema nitupende vitu vyetu, si lazima pesa itolewe mahali ndio usapoti mwenzako support na kile uko nacho kama ni kwa, uko studio hata umeandikwa pale kama TV presenter kama uko pale na una, uko katika department ya kuweka nyimbo za watu, kwanza kabla ujaweka nyimbo za waimbaji wa nje, changia wale wa kwenu, na tena sanasana sana wale wa chini chini. Mimi nikiangalia saa zingine naangalia wa Kikuyu, unaangalia mwimbaji Mkikuyu, unaona tu local local TV unapata kuna nyimbo za wakikuyu wanawekwa hata hawajawahi julikana, lakini unaangalia unaona wana support hiyo talent dogo inayokuwa. Lakini unapata tukiingia kwa watu wengine hata hawana hiyo ku support, waambie wacheze zile nyimbo za waimbaji wa nje, lakini wa kwao wenyewe awa support. So mimi naweza sema tupende vitu vyetu, tudhamini vitu vyetu na tuvieshimu. Unajua ukidhamini kitu no kieshimu, na ukiheshimu lazima utakuwa hata wewe mwenyewe utaheshimiwa na utakifurahia kitu kile ambacho ni chako. Lakini unapokidhamini kitu cha mbali, kitu cha nje, hakuna kitu unaweza fanya. Ya, maana kitu cha nje, kitu cha nje hakiwezi kukusaidia siku hata moja. Maana hata saa hizi waweke nyimbo za waimbaji wa Tanzania, mpululizo Kenya. Hata wakimuita Kenya atahitaji pesa. Lakini kuna venye hapa Kenya unaweza msupport mwimbaji ukiwa hata mtumishi wa Mungu, ukamsupport mwimbaji ukiwa kwenye TV, ukakuja ukamhitaji siku moja mahali. Unajua kulingana jina ya mtu, kuna ile unapata kwa TV station, ukiita mtu inafanya inakuwa na followers wengi, anakuja anafika kiwango ameinuka na unataka akuje kwa show yako. Kwa hiyo TV ndo ijulikane Akifika pale watu wengi watamfollow hata kuitisha pesa. Lakini unapata siku za zingine tuna una, unapata mwimbaji anakuja akiinuliwa anaanza kuwa na maringo, unasema kuna maringo maana hujawahi msupport toka pale alipokuwa chini, kwa hivyo anakulipisha. So, iko hivyo. Ni lazima tupende vitu vyetu, tuvithamini na tuviheshimu. Sasa wewe mwenyewe umesema tu, tupende vitu zetu na tukue proud na hizo vitu zetu, yeah. Uh, unaona kuna waimbaji wengine kadhaa wanaanzia chini mm, alafu kuna wakati wakishaanza wakisha kufika juu muziki mm, wao unakuwa kama business. Wewe unaonaje hiyo kitu, like, like wanaanza tu kufanya biashara kwa mziki wao wakishapata chini? Mimi siwezi kupinga, maana ni mimi ninaelewa yale mangumu yapo sahizi, maana unapata zingine tunafanya hivyo. Mimi nitajiweka kwenye hicho kiatu, ndio nasema tuta, tunafanya hivyo sababu gani? Wakati unapoanza kuimba ukimwita mtumishi akusapoti hataki kukusapoti, lakini siku ile Mungu atakuinua anaanza kusema This is, this is my daughter. This is my son your son, ambapo haukumpa sapoti yeyote. Kwa hivyo, yeye akikuja kwako atahitaji umpe bahasha ya mahana Akikwambia hamsini, usilie maana huku msupport, hata hukutaka siku moja kwa kanisa lako aimbe, ahudumu, na naseme jina lake. Ukimpata nafasi ya kuimba au hukutaka, hata aseme YouTube anaitwa nani? Ama usipo hiyo siku, akipata hiyo nafasi anaambiwa hata usiseme jina yako, imba, imba, hakuna time, ayakisha imba. Hivyo anaweza kaa, unasema ni mwanao, akiwa na kitu kama hata akilaunch, huwezi mpa support, but what I thank my God na my pastor huyo, siwezi lahumu ameni support so. Lakini kuna wale watu wanakataliwangwa, mimi nimeshaenda mpaka kwenye lounge za watu, napata mtu analilia pale, ameachanishwa pale. So nitudhamini vitu vyetu, tuvishike mkono tu, tukifanya hivyo hatutasema watu awasema, kama kwamba mtu akitoka chini akiinuliwa anaanza kufanya kama biashara, maana ukiangalia, haa, watu wanakuzunguka wamekuwa msaada toka uk, ukikua kwa hivyo yeah. Una, unaangalia hata wewe mwenyewe ukitaka kufanya kama biashara kwa mtu akiwa amekuita, unaona ule ugumu, lakini wakati unapoangalia mtu alikufunja moyo alishindwa hata kukupa shilingi 500 ya kwenda studio Unaona, kweli hata huyu akiniita akafungue nyumba yake tamlipisha yeah. So, ni lazima tupende vitu vyetu, hiyo ndio life. Tupende vitu vyetu tuvisupport, support talent mpaka itoke ikishakuwa. Isipokuwa kuna watu wengine pia nao hawana shukrani, lakini mara nyingi mimi naweza sema tuachane na hao hawana shukrani. We support kama unaweza support, just support tu peana support, ile inatosha, achia Mungu ile yake afanye. Sawa, so, tukimaliza ni, unaweza peana advice gani kwa watu ambaye wajafika waja mahali umefika? Sah, uh, sija kuelewa, na nilikuwa naomba, kuna watu wajafika hapo umefika, maybe huko, oh, na 15 years ya experience. Kuna mwingine ako kama miezi mitatu hivi, anaanza, so unaweza mwambia aje? uh, mimi naweza kusema hivyo Ukiingia katika ministri ya uimbaji ujue umeingia katika utumishi. Usiingie kwamba unataka pesa, maana kama utaingia katika huduma ya uimbaji ukitaka pesa utaona shida. Kwa hivyo ukiingia kwenye kazi hii ya uimbaji ujue umeanza kufanya, kufanyika mtumishi wa Mungu, ndio maana unapata watumishi wengi. Kuna wale walianza na uimbaji wakakuja kuwa mapasta saizi, wengine ni mabishop. Sababu gani? Ilikuwa ni utumishi, inachipuka polepole pole. Kwa hivyo ukianza kazi ya Mungu fanya kazi ya Mungu ukijua we ni mtumishi, usiangalie pesa sana, hiyo ndio naweza sema, na usikufe moyo, usifunjwe moyo na mtu yeyote, akwambie kwamba ati unaweza wacha hii kazi, umeanzisha hiyo kazi, kama umeamua kuanza kufanya kazi ya Mungu. Asante sana, nimeshukuru ku, ku host na kuwa umezingatia muda. Mm. Amina, nashukuru sana na ubarikiwe. Aya, sante, na amesema YouTube yake ni Felista Amani, kila mtandao ni Felista Amani. So mnaweza mfuatilia hapo uh, kwa mtandao na mpe support. Yeah. YouTube ni Felista Amani. Kwa hivyo kila mahali ni Felista Amani. Uh, Mungu awabariki mnapotazama hiyo channel yangu na kunisupport. Asante. Sijafika, sijafika bado asante, tujaribu kumsupport pia na msubscribe uh, kwa YouTube yetu MK Studios asante, wacha tuonane siku ingine, uh, kama kawaida ni exclusive Saturday, uh, tupatane siku ingine. Asante sana.